Ndugu hmm, yangu naomba nikwambie kitu kimoja, usitoke kwanza. Hii story ambayo nimeiposti ni nzito, na pia inaweza ikakuchanganya hata wewe akili. Sasa kitu kimoja tu ambacho nakuomba ndugu yangu, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, hakikisha unaligusa hilo neno ambalo limeandikwa subscribe hapo chini uh, ili mradi vipande vingine ambavyo nitakuwa na viposti, wewe uwe wa kwanza kuvipata kabla ya watu wengine. Gusa hilo neno lililoandikwa subscribe hapo kwa chini, hapo jeupe hapo chini jeupe hilo eh, eh gusa gusa ewa Safi kabisa, hapo umetisha. Tuendelee na story jamani.

Ndo mm. Ah. Ah, okay. Sasa, sorry, brother. Sijui kuna kitu kimoja tunaweza tukazungumza, uh, ila tutoke tu anyway, okay. Eneo hey, one time ah, nakuomba ndugu yangu. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unaligusa hilo neno ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, ili mradi vipande vingine ambavyo nitakuwa na viposti, wewe uwe wa kwanza kuvipata kabla ya watu wengine. Gusa hilo neno lilioandikwa subscribe hapo kwa chini, hapo jeupe, hapo chini jeupe hilo, eh. Eh. Gusa, gusa ewa, safi kabisa, hapo umetisha. Tuendelee na story ah, msabaza bwana kwa sababu sio kitu kizuri, na pia mi naomba nijitambulisha. kwasamanitauababisha kwa mi naitwa Monsuly au Mr. Fine, ni motivation speaker kutokea hapa Tanzania, na pia waga ni mshauri kuhusu jamii, maisha kwa jamii pamoja, uh, kuna... na mahusiano Kwani hao ulidhiki na ninachokupa? Mbona kama mtu wangu unanikosea adabu? Na kukosea adabu gani? Eh? Malaya mkubwa wewe. Umeona haitoshi umetafuta kwa nje ya kuyapata ukaniletea. Mwanzo unaletea gono nikavumilia. Sasa hivi tena umeniletea ukimwi. Unaona ishi na vipi? Nisaidie na kunywa dawa. Naishije mimi na ukimwi? Na kudhalilisha nini malaya mbwa wewe? Angalia majibu leo niliopata hospitali. Wewe mshanze nini? Na kudhalilisha nini wewe? Eh? Na kukosea nini? Wewe ni malaya. Wewe umenipa mimi ukimwi. Jamani, mtaa mzima njooni, mwanamume wangu malaya na, eh, okay. Ma na ukimwi mara na kanipa na ameathirika watembee na wewe tena dukani, mara mtoto maa mtoto sio mama Adija, eti toto toto toto chukua kumbe demu yako alikuwa, eh? Eh? Kumbe unapenda mademu, sasa hivi wajue wote ameathirika mtaa mzima pembeni wapi alivyonipa

Asa, kule sikuna watu kule barabarani. Ndio nataka uko mbele mbele, watu wajue kama kama kama yeye ni mwathirika, muangalie kama mtu kifua hivi jitu. Asa basi, nyumbani nyumbani. Nataka kule. Hapana mke. Mke mke wangu, wangu wangu, unanikosea. Unanikosea nini? Unataka kuzungumza na mimi? mbele watu wajue mwathirika amejaa kifua, basi nyumbani tukazungumze, aa tuende tukasimame kule mbele kabisa ambayo kabisa sehemu ambayo hakuna watu

Zile chipsi zile. Kibu, ule ugonjwa angalia. ule zile ule ugonjwa tulopata ule, ukimwi. Kama kuna mtu atakuwa ta mme wangu na yeye anao. Sikiliza basi nikwambie kitu kimoja. Sikiliza nini? Angalia watu wanavyotuangalia. Waangalia, sikiliza basi, angalia majirani. Kwa hiyo mnataka tuzungumzie hapa yote. Sasa, jamaa, sasa hapa hapa hapa, sister tutasuluhisha kweli. Sio same sahihi. Malaya wewe. Ulifanipa ulifanipa ukimwako no, na kwambiaje tena. Naomba Mungu kienda hospitali udungwe ile sinano la ng'ombe lile, kwa sababu si ndo amenipa mimi, ina maana wao na viki kuliko mimi. Ukadungwa sinano la ng'ombe lile wewe, na kuvumiliaga tu wewe sababu, okay. yeah. yeah. Ah, mimi na matatizo mengi afu unjua mimi nilikwaga msela zamani mimi uweza kuchanichania koga msela zamani mimi. Wewe watu simlete hemko pata basi tu, hakuna cha pembeni hapa hapa, tumwage majirani eh Tumye okay, sorry. Mimi ngoja ngwambie kitu ambacho kimenileta okay. Miezi mitatu iliyopita ah, sister alinipigia simu yes. Na aliniambia kuwa mwanamume wake amekuwa na mtu, kasa, na mambo fulani ya ajabu sana anayafanya skui kwa sababu gani ni kwamba unachelewa kurudi nyumbani unaenda kwenye mambo. Anajifanya kuangalia mpira mpira mpira, mpira Mpira mpira. Huyo. Hana cha mpira cha nini? Sana ni nyumbani. Yako yako au mjomba wako? familia yako na Wewe, wewe.

Bada mimi sikujua kama hichi. Kwanza sorry. Hichi kitu mimi sikujua kama kinaweza kutokea Samahani. Nisikilize. Naomba unisikilize kwanza tu. Kwanza anachosema huyu, anachosema huyu, na anachofanya hapa. Si sahihi. Kwanza ananikosea, ananikosea adabu kama mimi mimi. Eh, na anachofanya huyu si sahihi. Naona labda nataka turudishe picha nyuma. Picha gani kurudisha nyuma nyuma? Una picha kurudisha nyuma? Nisikilize basi. Basi wewe? Wewe. Malalo shindikana wewe. Nisikilize basi kama mimi. Ongea, ongea, ongea.